Halmashauri zote za mkoa wa Arusha wametakiwa kuhakikisha wanasimamia utekelezaji wa malengo ya upandaji wa miti milioni moja na laki tano kwa kila halmashauri ikiwa ni pamoja na kusimamia utunzaji wa miti hiyo ili iweze kuleta matunda yanayokusudiwa ikiwa ni pamoja na kuondoa ukame na athari zingine ambazo zinatokana na uharibifu wa mazingira. Akizungumza kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Arusha, Felix Ntibenda, mkuu wa wilaya ya Karatu Omarikwan katika maadhimisho ya siku ya upandaji wa miti kitaifa ambayo kimkoa yamefanyika katika kijiji cha Dofa, wilaya yani ni Karatu, amesema ni vyema kila halmashauri ikahamasisha wananchi kupanda miti katika maeneo yao ikiwa ni pamoja na kuwajengea uwezo wa kitaalamu utakaowasaidia kuitunza miti hiyo. Taarifa ya mwandishi wetu Sechelela Kongola ina ufafanuzi zaidi. Baadhi ya wananchi kutoka katika kijiji cha Dofa na maeneo ya wa jirani wakiwa wameungana na viongozi wa wilaya hiyo pamoja na mkoa katika maadhimisho ya upandaji miti, zoezi lililofanyika katika shule ya msingi nje ya panda iliyopo katika wilaya ya Karatu mkoani Arusha. Afisa misitu wa wilaya ya Karatu Stanley Mruma akitoa taarifa ya wilaya hiyo amesema wilaya hiyo imezungukwa na rasilimali misitu, misitu iliyopo katika hifadhi za wanyamapori, lakini bado mahitaji ya ya mazao ya misitu ni makubwa, jambo na sababisha uharibifu wa mazingira unaosababisha majanga ya ukame. Wilaya inao rasilimali chache za misitu, ila inazungukwa na rasilimali hizi kwa maeneo ya hifadhi za ziwa Manyara na hifadhi ya Ngorongoro, na wakati huo huo kumekuwa na mahitaji makubwa ya rasilimali za misitu, hivyo kusababisha ongezeko la matatizo ya kimazingira katika maeneo ya ardhi, kwa maana mamonyoko, maji kukauka kwa vyanzo vya maji, misitu kupungua na nishati kuwa ya matatizo. Kaimu katibu tawala mkoa wa Arusha Hajen Chitukulo amesema zoezi hilo ni endelevu, huku afisa maliasili mkoa wa Arusha Julius Achula akisema uelewa mdogo wa upandaji miti pamoja na utunzaji wa wananchi bado ni changamoto inayohitaji kufanywa kazi. uelewa wa baadhi mdogo wa wananchi katika swala la upandaji miti alafu kuna swala la tusimamia kwa ukamilifu kwa hizi sheria ndogondogo ambazo zimepitishwa na halmashauri. Mkuu wa wilaya ya Karatu, Omar Kwang, akiongea kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Arusha, Felix Ntibenda, amesema serikali haitalifumbia macho swala la uharibifu wa mazingira unaosababisha ukame katika maeneo ya mkoa huo, ambapo ameziagiza halmashauri zote za mkoa huo kusimamia kikamilifu utekelezaji wa upandaji na utunzaji miti pamoja na kutoa taarifa ya utekelezaji huo. Hatuwezi kuendelea kuwa watazamaji wa vitendo hivi vya hujuma na uharibifu dhidi ya rasilimali ya misitu, kwani kwa kufanya hivyo tunahatarisha maisha yetu wenyewe pamoja na maisha ya vizazi vijavyo. Ni lazima hatua zichukuliwe ili kuweza kuinusuru hali hii, ikiwa ni pamoja na kupanda miti kwa wingi kama tunavyofanya leo, ili kurudisha uoto wa asili uliopotea. Kauli mbiu wa upandaji miti kwa mwaka huu misitu ni mali panda miti ambapo mkoa wa Arusha umeweka malengo ya kupanda miti zaidi ya milioni kumi kwa mwaka. Sechelela Kongola, TBC One, Arusha.